kitu ambacho Harmonize Konde Boy bwana amekiposti kupitia kurasa yake wa Instagram, jambo ambalo limewafanya watu wengi sana wabaki mdomo wazi. Tunaweza kusema kwamba ni kama vile anamchokoza kwa namna e, moja au nyingine, mwanadada Zuchu. Kuna binti ambaye Harmonize tunafahamu kwamba ni mtu wa mazoezi. Sasa wakati ameenda zake gym, kuna huyu binti ambaye huaga anafanya usafi pale gym, anafagia. Sasa wakati huyu binti anafagia bwana, huyu binti kumbe anaitwa Zuhura, na inafahamika kwamba Zuhura ni moja kati ya jina la wanadada ambao ni maarufu tu katika industry ya muziki hapa Tanzania ambaye yuko pale WCB mwanadada Zuchu. Sasa huyu binti naye huko ambapo anafagia huko gym ambapo Harmonize anafanya mazoezi, watu huaga wanamuitaga Zuchu kutokana na kwamba jina lake limefanana na Zuchu yule wa WCB. Naye pia huyu anaitwa Zuhura. Sasa Harmonize tunafahamu kwamba pia alishawahi kuingia katika ugomvi, kutupiana maneno mtandaoni kati yake na Zuchu na this time around bwana ameleta tena utani mwingine kwa Zuchu. Mm, ni kwamba ameenda kumrekodi huyu binti anayefagia gym ambaye anaitwa Zura na kuanza kumuita Zuchu na kuposti hiyo video katika Insta story yake. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho tumekiona kime happen huko mtandaoni katika peji ya Harmonize Kondeboy. Hebu sikiliza hapa kilichotokea, alafu nikusomee baadhi ya comment. Zuchu, chuchu, chuchu. A, a, Yeah, so hiyo ni video ambayo Harmonize ameiposti na akaweka ujumbe hapa ambao unasomeka kwamba they call her Zuchu out here in the uh, in the club uh, wanafanana Afa kaka, emoji ya ku ya kucheka kwamba huyu dada anaitwa Zuura anafagia huko gym na watu anamuita Zuchu kutokana na kwamba jina lake linafanana na la Zuchu wa WCB, lakini kwa mujibu wa Harmonize amesema kwamba huyu binti anafanana na Zuchu mwenyewe